Yes, mambo vipi, hope uko poa kabisa and unaendelea kutufuatilia kwa sababu tunakupatia habari za uhakika zaidi ambazo tunakuwa tunazipata ndani ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. E bana, ikumbuke kwamba eh, eh, kabla ya kifo cha Papa Francis ilikuwa inasemekana kwamba, bana, Papa Francis alikuwa anasupport eh, wale watu ambao pia walikuwa wanaenda kinyume na maumbile hasa katika swala zima la eh, watoto wa kiume kwenda kinyume na maumbile. I think kila mmoja anakuwa anaelewa huko huko Vatican eh, ambako ndiko msiba ambako kuweza kufanyika na mazishi na kila kitu kiweza kufanyika huko eh, kulikuwa kuna bendera yao ambao kila mmoja akiona na duniani kote kila mmoja ukiona bendera hii unakuwa unagundua ina maanisha nini, and of course eh, bana, hata hapa kwa Tanzania kuna baadhi ya watu pia ambao eh, kuna hizi tunaweza tukasema hizi ni likacha za mikononi hizi. Kuna, kuna kuna kuna namna ambao huwa zile kacha huwa zinatengenezwa ikionyesha eh, ile ile bendera ya upinde ambao unakuwa unaonekana sasa, na watu wamekuwa kishtuko kwamba bana, ukikuona tu umevaa zile kacha. E, unajua kwamba namna gani vipi, kwamba e, unaenda kinyume na maumbile. Sasa, mara baada ya kuweza kuapishwa Papa mpya ambaye anafahamika kwa jina la Papa Leo wa 14 ameweza kushutumiwa kwa e, kuweza kuwapuuza watu ambao e, kundi hilo kwa kule wanafahamika kama LGBTQ na bendera yao e, kuweza kupitia video ambayo pia iliweza kuchapishwa na Vatican News ambayo inapatikana huko e, nchini Vatican. Kama ambayo pia ilikuwa ikiripotiwa katika Daily Mail, ni moja kati ya vyombo vikubwa sana vya habari kutokea huko e, Vatican. Sasa, Kwenye video ambayo pia nimekwisha kukuwekea hapo, ukiangalia hapo anaonekana Papa Leo pia wa 14 alipokuwa akitembelea e, kati ya watu huku akiweza kuwasalimia huko Vatican City, lakini alivyoiona bendera ya watu wa LGBTQ, aligeuka na kuwategea mgongo hadi alivyoweza alivyo kuwapita, ukiangalia hiyo video vizuri kwamba alikuwa anawasalimia watu vizuri mara baada ya kuweza kuwapita wale wenye ile bendera akaendelea kuwasalimia. Sasa watu wamekuwa na comments nyingi sana, hasa kwa wale watu ambao wanafanya matendo hayo wameweza kuchukizwa eh, na kitendo hicho, kwamba mbona mshikaji kama hatusapoti eh, kutokana na mtu ambaye alikuwa amemtangulia, alikuwa anatusapoti na alikuwa yuko bega kwa bega na sisi, lakini mshikaji ameonekana kwamba, uh, anawapinga watu hawa, na watu wengi ambao hawafanyi vitendo hivyo wameweza kumpongeza, lakini pia comments zimekuwa ni nyingi, zikimsifia kivingine na hataki maneno, eh, vitu hivi viweze kuendelea katika eh, dunia yetu hii. Yapi maoni yako kuhusiana na hiki? Papa alichokifanya ni kizuri au ni kibaya? Kwa unakuwa unasikiliza, lakini alipofika kwenye ile bendera